Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema suala la kudumisha amani ni jukumu la kila mwananchi anayependa maendeleo. Alhaji Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu kwa sala ya Ijumaa na dua maalum ya kuombea nchi na uchaguzi mkuu iliyofanyika msikiti wa Mwembe Shauri mkoa wa Mjini Magharibi. Ameeleza kuwa suala la kudumisha amani sio swala la mtu mmoja, bali kila mwananchi ana wajibu wa kudumisha amani kwa nafasi yake Bapa,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 tunawajibu zote akubali matukio atakayotoka kwa sababu hii ni demokrasia. Demokrasia inasema mii wewe mi wape <laughs> <laughs> yu, yu, apewe, sababi. Kwa hiyo yule atakayepata kura nyingi apewe, hakuna sababu ya kusema kwamba mimi lazima niwe mimi, a hiyo -a. itakuwa nayo kujivuanai. Kwa hiyo hayo tukeafanya, inshallah nchi yetu itaendelea kudumu katika Aidha, amefahamisha kuwa vitendo au kauli za mtu zinaweza kuwa chanzo cha uvunjaji wa amani iliyopo, hivyo ni vyema kila mmoja akachunga kauli zake ili kudumisha amani. Amebainisha kuwa vurugu katika nchi haianzi kwa bunduki, bali vitendo au kauli ya mtu huwa ndio chanzo cha uvunjaji wa amani, na kutoa rai kwa kila mmoja anapaswa kuchunga kauli ili kudumisha amani. <laughs>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 kila mmoja wetu ajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujaalie tumalize kwa amani na salama, lakini vile vile kila mmoja wetu atunze kauli zake na vitendo vyake ili asije akawa yeye ndiyo aliyesababisha kuharibika kwa amani tul. Ndugu zangu, nasema haya nikijua wazi kabisa kwamba vurugu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 vilivyopangwa vitaharibika, vilivyotengenezwa vitakomolewa. Sasa kwa sababu Balkisi alikimbia uharibifu kutokea katika nchi yake, alitafuta namna nangie, anturi, zara, na njia iliyokuwa nzuri ya busara na jambo lile baadaye likamalizika, ile ya matatizo yoyote kabisa. Maelezo yangu na ya sahaba zangu na salamu zetu sisi ni kwamba kila kiongozi kwa nafasi yake atumie busara. Mwenyezi Mungu anatuambia tena, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ii ni ambao mtoamini, mcheni Mwenyezi Mungu na nasemeni maneno ya sawasawa. Haya hizi zote za kuonyesha kwamba mwanadamu wanapaswa kuwa na, na, na uchaguzi mzuri wa maneno ya kuzungumza, na hii kwa nini? Kwa sababu unachokisema na unachokipenda usisahau, kwamba kuna malaika wanaandika. Hizi ni ripoti za ASAM, Fatma Benard, ASAM Online TV.